Watu wanasema, watu wanasema kuwa burudani ya soka bado inaendelea, na hapa ni uwanja wa KMC Complex, uwanja ambao siku wa leo Kutafanyika na mchezo katika mashindano ya CRDB Bank Federation Cup, mchezo ambao utawakutanisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba zidi ya TMA bado muda mchache tu kutokea hivi sasa. Mchezo huo ndio ambao tutaenda kufanyia katika dimba hili, kama ambavyo unavyoweza kuona, hivi ndivyo ambavyo hali ya uwanja ilivyokuwa mpaka kufika hivi sasa, japokuwa mwitikio wa mashabiki bado ni mdogo. Sijui muda bado hujafika, ama ni vipi? Lakini bado mashabiki mbalimbali wanaweza kujitokeza japokuwa sio kwa wingi walio sijui sababu ni nini, ila tusubiri wakati husika utakapofika, tuone mnyama Simba atavuka kutoka katika hatua hii ambayo yuko sasa na kwenda katika hatua inayofuata wote sisi hatujui, kwa sababu tunajua katika mashindano haya kuna maajabu makubwa ambayo yameweza kujitokeza. Tumeweza kuona Azam FC akitolewa na Mbeya City, lakini pia siku tumeweza kuona Fountain Gate akiondolewa na Stand United. Leo mnyama Simba yupo mawendoni dhidi ya TMA. Atavuka katika hatua hii na kwenda katika hatua ya kumi na sita bora. Mimi na wewe yatutambui, lakini nataka nikwambie mimi niko hapa kwa nguvu ya Magic Builders. Hawa jamaa ni wauzaji wa white skim wallput, au sio bwana? Lakini pia wanauza na gypsum board. Popote pale ambapo unaona duka la hadi wefika pale mwambie bwana mi nahitaji witsi. Sasa hapa nimeambatana na sports lady Latifa Ugo. Anafi vizuri anafiuko nilikuwa nikisikia hapo, nawaambia yeah, watazamaji wako kuhusiana yeah, na habari za Magic Builders, alafu na mimi kwenye pitapita pita zangu yeah, nimeona taarifa ya Magic Builders yeah, kushiriki yeah, kwenye uzinduzi wa chama cha mafundi Kahama ambacho kinafahamika kama Chamauka, na jambo kubwa zaidi ni kuhusiana na Magic Builders kupatiwa tuzo na hao mafundi. Yani kwa vile wameona mchango wao, wakasema bana isiyo shida, wakachukua tuzo wakawambia bane, tuzo yenu hiyo hapo. Kutokana kwa... na kitu kizuri ambacho Kini wanakifanya. Ambacho Magic Builders wanakifanya. Na sio hivyo tu. Mpaka hivi sasa uh, Magic Builders inasimamia yeah. zaidi ya mafundi laki sita. Mafundi wangapi? Laki sita. Kwa hiyo mafundi wenyewe wame appreciate. Eh, wame -appreciate wakahama chama cha soka, eh, chama cha mafundi. Ah chama cha yeah. soko unajua, hivi vyama tena yeah. chama cha mafundi yeah. cha kahama cha mauga kimewapa tuzo hizo, lakini data ambayo niko nayo mpaka hivi sasa ni kuhusiana yeah. na Magic Builders kusimamia e, mafundi zaidi ya laki sita mm -hmm. Sasa mimi nitaka nikupe mchongo mwingine uh -huh. kutoka Mandasi bwana Mandasi. Hao wa jamaa wamejisacrifice kuhakikisha kwamba kila mtanzania anamiliki simu aina ya smartphone kama hii ya kwako. Hii ya kwako umechukua wa wapi? Hii ya kwangu nilichukua pale Mandasi. Ni kwanza niliuliza, nikitaka kufika kwa Mandasi yeah. e, niende na kitu gani yeah? ili tu niweze kupata hizo simu yeah. Wakaniambia, bwana ukitaka kupata simu Mandasi e, hakikisha unakwenda na vitu viwili yeah. Kwanza vitambulisho vya aina tatu yeah. kitambulisho cha kupigia kura yeah. kitambulisho cha taifa ama NIDA yeah. lakini pia leseni ya gari na pesa kidogo kama kianzio yaani, kama ukiwa una hela ndogo mm -hmm. na hivyo vitambulisho kimoja wapo katika hivyo vitambulisho vitatu yeah, unapata simu kutoka kwenye maduka ya Mandasi Store. Kama mtu akuju ukifika pale unapewa simu, yaani nenda na kitambulisho na pesa yako kidogo kama kianzio, unapata simu yako, unaenda kwa sasa hivi. Eti nitashangaa kuona mtanzania na sawa na mimi similiki smartphone, sina hela, uko wapi? na Mandasi hawapatikani daa peke yake Acha bwana, hacha bwana, wewe Latifu unipangi wewe. Nakwambia Mandasi unapatikana karibu mikoa yote ya Tanzania, mikoa yote. Dodoma wapo, Dar es Salaam hapa ndo wametapakaa e. Uko Morogoro ndo mama, mpaka kwetu Lindi wapo kote, yani karibu mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo cha kufanya nenda tu hapo karibu na duka la Mandasi, Mandasi Store ujipatie simu yako kama ambavyo mimi na Maunga hapa tunapeluzi kwenye okay. Simu janja kutoka kwenye maduka ya Mandasi, Mandasi Store Bwana, huyo ni sports lady Latifa Anafi, lakini pia mi nataka nimuulize Latifa Anafi kitu kimoja. Latifa, Latifa Anafi, katika mashindano ya CRDB katika msimu, kitu gani we kimekusurprise bana kwa msimu huu? Wanasemaga kuna standardi fulani hivi za club. Kuna club za hapa kwa maana ya kubwa, kuna club za katikati, alafu kuna club za viwango vyake kidogo vimepoa sasa kulinganisha na mashindano haya yanavyokwenda, kuna timu tofauti tofauti, uh, timu kutoka ligi kuu lakini pia championship kule. Sasa hajabu kidogo nayoiona kwa msimu huu timu hizi ambazo zinatokea huko championship ambazo watu wamechukua, uh, wanazichukulia kwa udogo fulani yeah. hivi zimeonekana ngoja kufanya makubwa. Nilikuwa nikikusikia hapa ukizungumzia habari za Azam FC kuondoshwa na Mbeya City. pengine ingekuwa ni ndoto kuona mm, hii Mbeya City inaendaje kumwondosha Azam FC, FC ambayo imetoka kumkazia Simba yeah, na kupata sare ya mabao mawili kwa mawili lakini Yana Fountain Gate naye. Ndio hivyo nilichokuwa na right. Nataka kuja huko kuona yeah. Yani, Azam ametoka kumkazia Simba, amekwenda kutolewa na Mbeya City kwa mikwaju ya penati moja moja, dakika 90 wameenda kutolewa kwa mikwaju ya penati, lakini pia uh, Fountain Gate na stendi stendi ambayo sasa hivi ukimuuliza Mtanzania wa yeah. kawaida, umuulize stendi inafanya nini, pengine asifahamu, lakini imekwenda kumtoa Fountain Fountain Gate Fountain Gate ambayo imetoka kupata ushindi mbele ya KMC kwenye uwanja wake wa nyumbani kwa idadi kubwa tu ya eh, magoli magoli, ma, uh, magoli kubwa mengi tu wameyapata hapo. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba ni michuano ambayo kila mtu anaichukulia kwa seriousness, na bahati nzuri tuliona mahojiano ambayo tulifanya na Ahmed Ali Ja, uh, kwenye uwanja wa KMC wakati wakiwa wanafanya maandalizi yao ya mwisho, Ahmed Ali alizungumza akasema kwamba kumbukumbu ya kilichowakuta msimu uliopita wanayo, waliondoshwa na mashujaa hapo kwenye hatua ya kumi na sita bora, lakini hiyo inawafanya kutolea macho zaidi michuano hii ya CRDB, e, ili tu waone kwamba wanakwenda wana kuchukua ama kurudisha taji hili kwenye kabati, ikiwa linashikiliwa na klabu ya Simba mpaka hivi sasa. Sasa ukiangalia, so, mpaka kufika hivi sasa namna hali ilivyokuwepo, mashabiki wa Simba, mwitikio kama umekuwa mdogo hivi, inaonyesha uzito wa huu mchezo bado hauchukuliwi kwa hivyo, kwa sababu timu yao nafikiri kama ni timu ya chini hivi, ama unahisi shida ni nini? Mpaka sasa hivi mwitikio kwa upande wa mashabiki wa mnyama umekuwa mdogo sana, au tusubiri muda. Nadhani nikiangalia saa yangu hapa ni saa saba, saba. Uh, mechi ni saa kumi kidogo leo, nadhani ni kwa sababu pia ni siku ya kazi, siku ya Jumanne, watu wapo kazini, mchezo ni saa kumi, nadhani tusubiri mpaka kufika saa nane nane hivi, saa tisa, tuweze kuona nini kitajiri kuhusiana na mashabiki. Mashabiki pia wanahamu kuona klabu ya Simba ikicheza baada ya kuikosa eh, kwenye dabi ya Kariakoo, mambo ya kususia, sijui yeah, ni nini, mashabiki wanahamu. Tusubiri uzuri, uwanja wa KMC Complex huko mjini, kwa hiyo mtu akitoka Posta ni rahisi kufika, mtu akitoka pengine Ubungo ni rahisi kufika, mtu akitoka labda Tegeta ni rahisi kufika. Kwa hiyo tusubiri tuone namna ambavyo mashabiki wataitika kwenye mechi ya leo dhidi ya TMA. Kuna lolote ambalo unataka kumalizia hivi? mimi ambalo nataka kulimalizia e, labda e, niwakumbushe watazamaji e, hapa kuhusiana na PTS e, Parks Transportation Service hawa bwana E, ni wakala wa kusafirisha mizigo yaani, hivi sasa kama una mzigo wako, yeah, na unahitaji uweze kufika eneo lolote lile la Tanzania, wewe hakikisha unawasiliana na PTS ambao ofisi zao zipo karibu kabisa na uwanja wa KMC hapa, kwa maana ya stendi ya mabasi ya e, e, hapa Mwenge yeah, unaweza ukafika ofisini kwao, lakini pia sheki lango PTS wanapatikana, bila kusahau e, Kariakoo, mitaa mbalimbali, mtaa wa Mhonda e, PTS wapo kwao. Fika hapo mwanamchezo ambao unatufuatilia hivi sasa kwa ajili ya kusafirisha mzigo wako e, mikoa yote ya Tanzania. Nakushukuru sana. Kwa nini wewe leo saumu haijapanda eh? Huoni uh, kuna, kuna kawingu fulani? Inapoza. <laughs> Bwana huyo ni Latifa Anafi, Sports Lady kutokea hapa Mpenja TV. Nikwambie kwamba si Mpenja TV. Leo tutakuwa tunahakikisha tunakuletea zile update na matokeo yote ambayo anajiri kutokea hapa dimba la KMC Complex tukiongezwa na director, Poison miaudipozonika mimi ni maunga jui, lakini pia utakuwa na Sports Lady Latifa kuakapenas endelea kubaki na kucomment.